Afisa mkuu wa afya ya umma ameelezea umuhimu wa kutafuta njia mbadala ya kutafuta fedha za kutoa huduma za matibabu ya kifua kikuu. Katika hafla hiyo, wagonjwa wanaougua ugonjwa huo wametoa changamoto au wameelezea changamoto wanazokumbana nazo vijijini. Mwanahabari wetu Meriline Masika na taarifa hii. Wakenya nchini wamejumuika kuadhimisha siku ya kifua kikuu, ugonjwa nao watatiza wengi. Afisa mkuu wa umma Tom Nyakaba amesisitiza umuhimu wa kutafuta njia mbadala za kupata fedha ili kutoa huduma bora za matibabu kwa wagonjwa kifu wa kifua kikuu. There may be changes that are happening in the health space, but I want to believe those changes are for good because they are causing us to step back and ask ourselves, what do we have?

And Nairobi City County accounts uh, for close to 15% of all TB cases in the country. That is a huge percentage from a single county. Of this we have close to 1,200 children who were diagnosed with TB in the year 2024. We have also a big space. I know we have not diagnosed enough of these patients. If we put in mechanisms, City law. Katika eneo la Webuye, kaunti ya Bungoma, wagonjwa kifua kikuu wameeleza masaibu wanayokabiliana nayo. Wagonjwa hao wamesema kuwa mara mingi wanatengwa na jamii zao kutokana na unyanyapaa unaohusishwa na ugonjwa huu ambao wengi wanalinganisha na ugonjwa la ukimwi. Familia ilitoroka, waliona kama mimi sasa imeleta magonjwa kwa boma ambayo hao hawaifahamu. Ugonjwa huu wa TB ulinipiga hadi nilikuwa nikikuja hospitali nisipovaa mavazi masweta na majaketi saba kwa mwili mm. Watu wanachukulia ugonjwa wa TB kama ugonjwa mbaya zaidi. Wengine wanasema huo ugonjwa ni uchawi, wengine wanasema huu ugonjwa ni ukimwi Yani hawakuchukulii jamii kuchukuli kama wewe ni kwa community, mutu, na uskrini mtu na mtu anakuambia hii ugonjwa hii ya TB ni kama ukimwi. Yani mtu anaitofautisha ugonjwa wa TB, ukiwa na TB uko na ukimwi, hasa mtu anakukataza nakuambia pana. Alafu ya pili ukienda kwa community sazingine, uende kwa community, mtu atakuambia nyinyi mnakuja hey, tu kutukulia na mtu anaumia nahua na unakuja kumskrini. Ya tatu, wengi huko kwa community bado tunajaribu kuelimisha, au wanachukuanga hiyo ugonjwa ni kitu kama uchawi. Nikiripoti kiripotia mtazamo wa Dira, runinga ya Tandao, jina langu ni Marilyn Masika.